Bro, ujaona maembe? Bro, maembe hakuna hapa mpaka tufike. Ah, unasema mbele huko tuna miti hata mbegu maembe barabara.

naini ya kuongeza mafuta na upako

Anamuita wakiemu. Leo analalia kazi yake.

Sii ndio nimekuwa na live kutoka sao ikamaliza 3 hours, hii ni ni ikaisha, baki, eh, nikajaribu kuchaji, nimeanza kuchaji pale ilipo kwa mtu